Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote aliyowaridhia. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Mkate wa Leo. Bado tunaangalia ahadi za Mungu kwetu. Tuko katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu. Tusome kuanzia mstari wa kumi na tisa tuone ahadi nyingine hapa. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa muende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaonyesha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu, hamtakwenda kitupu; lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akaaye naye nyumbani, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu nanyi mta kwen, mtawateka nyara wa Misri Amen. Peenda mtazamaji wangu, hii hapa ni ahadi nyingine tunakutana nayo kwa Waisraeli, wakati Musa ameenda kuwakomboa Waisraeli kutoka nchi ya Misri, katika harakati za kuwakomboa katika yale mapigo ya nchi ya Misri yale kumi. Sasa Mungu akawa anaendelea kuwapiga Wamisri kwa mapigo mbalimbali, lakini hapa tunakutana na jambo muhimu hapa. Mungu anasema pamoja na kwamba nitawapiga Wamisri na kuwafanyia yote haya, bado hawawapi ruhusa. Kwa nini? Kwa sababu Farao alifanywa kuwa na moyo mgumu sasa. Lakini hapa anawaahidi kwamba siku ile mtakayotoka katika nchi ya Misri, anasema nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri wa maana yake, anasema nami nitawapa upendeleo, nitawapa upendeleo kwa Wamisri, wakati ule mtakapopata ruhusa ya kuondoka. Upendeleo gani anautaja hapa? Hat, anasema hata itakuwa hapo mtakapokwenda kwenda zenu hamtakwenda kitupu, lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akaaye naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mtawateka nyara wa Misiri. Jambo linalotokea hapa au ahadi anayitoa kwao kwamba Nami nitawapa kufadhiliwa kupendelewa, kwamba kila mwanamke wa kwenu kwa, kwa Misri atakapowaambia nipe kitu fulani atampa, nipe sijui chombo fulani atawapa. Kwa hiyo atawapa kila kitu atakachokihitaji. Jambo hili lilikuja kutokea ta... sura ya kumi na mbili mstari wa kuanzia wa thelathini na tano lilikuja kutokea pale siku walipoondoka walipoambia Wamisiri, tupeni hiki, tupeni na kile, tupeni yote wakaruhusiwa wakapewa. Bwana Mungu hapa amesema amewapa kufadhiliwa, amewapa upendeleo, na upendeleo huu ulikuja kutokea katika wakati ule. Jambo la ajabu sana hili lilikuja kuwatokea kwamba Wamisri sasa wanaona sasa hakuna namna, tuwape kila wanachotaka waondoke zao. Kwa hiyo kule ilikuja kuwatokea, lakini hapa ni ahadi kwamba wakati ule utakapofika nitawapa kufadhiliwa mbele ya Misri, chochote mtakachokitaka kwao watawapa wata, chochote viwe vyombo vya fedha ama vya dhahabu ama mavazi, vyote mtapewa. Hii ni ahadi ambayo baadaye likuja kutimia kama nilivyokwambia. Mpendwa mtazamaji wangu, je, yeah, una fadhili yoyote kwa Mungu ambaye amekufadhili? Una ahadi yoyote kwa Mungu ambaye amekuahidi? Kumbuka kwamba Mungu akitoa ahadi ni ya kweli na haibadiliki. Haibadiliki. Shida iko kwetu wanadamu, tuna tabia ya kukata tamaa, tuna tabia ya kuchokea njiani. Lakini mimi nikwambie, Mungu akikuahidi jambo litakuwa kama alivyokuahidi, hata kama litachelewa kwa akili ya kibinadamu, lakini mbele za Mungu jambo hilo lipo, litatokea. Basi Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tukutane wakati unaokuja na endelea kuniunga mkono kwenye akaunti yangu ya YouTube. Siache kucomment, kulike na kusubscribe. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Wabarikiwe wote ambao ninyi mmeshafanya hivyo, mbarikiwe sana. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.